Sema onjeni muone Mungu ni mwema. Joshua akasema maneno haya kwamba akawahimiza watu, waambieni watoto wenu kwamba haya mawe yalikuwa ni ya nini, lakini ukiendelea kusoma yanazungumza juu ya matendo makubwa ambayo Mungu aliwafanyia njiani Najua ajenda yao ilikuwa na mambo mengi, lakini moja agenda kubwa iliyokuwepo ni kuangalia historia ya safari ilivyokuwa na matendo yaliyofanyika, kwamba wakamtambua Mungu kwamba ni Mungu amewatendea katika safari yao, wakawahakikishia na watoto kwamba Mungu alikuwa pamoja nao kama kama katika safari yao mpaka pale alipowafikisha. Hii hata sisi inatuhusu kwamba mwaka elfu mbili na ishirini na tano Mungu amekuwa pamoja na sisi katika safari yetu ambayo tumeanza toka elfu mbili na ishirini na nne tukaingia elfu mbili na ishirini na tano Mungu amekuwa pamoja na sisi na sisi tumekaa tu ya tafakari hapo, yamezungumza mambo, mambo mawili ambayo wamehimizwa waisisitize wa, wa, wa hii historia kwamba walipoku, walipokuwa kwenye safari wajue kwamba kulikuwa na changamoto, kulikuwa na vizuizi. Akasema mawe haya ni ishara ya kwamba Mungu alikausha mto wa Yordani wakapita, ikiwa ni nchi kavu. Wajulisheni kwamba Mungu alitenda muujiza kwenye safari yetu. Maana yake uhakikisheni ya kwamba Mungu alisimama pamoja na sisi. Lakini neno hili mimi ninaliona bado liko vizuri hata kwetu. 2025 Mungu ametembea pamoja na sisi katika safari yetu ya maisha. Mungu ametupigania mambo mbalimbali. Ametuvusha mambo mengi Ma, ametuvusha mambo mengi ndugu zangu, hii ni lazima tuijue. Na mimi asubuhi nilisema hivi, hawa waliweka mawe, lakini siku hizi kuna kumbukumbu zingine, unaweza ukaandika diary yako vizuri watoto wako wazione wazi mambo aliyokutendea Mungu kwenye safari yako ya maisha, ili wajue hata baadaye wakiyasoma, wajue baba yetu alimwamini Mungu na alipomwamini Mungu alimtendea mambo kadha wa kadha. Wajue ya kwamba mama yetu alimwamini Mungu na alipomwamini Mungu Mungu alimtendea mambo kadha wa kadha hili ni jukumu letu, na ndiyo maana kila wakati tunahitaji kusimama na kuyaangalia matendo makuu ambayo Mungu ametufanyia. Ni kama hivi siku hii ya leo. Leo ni siku ya shuhuda mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. mimi ninajua Mungu amekutendea mambo makubwa sana. Amen. Mengine hata kwa uwezo wako usingeweza, na usije ukasema ni wewe kama Mungu angegoma usingeweza weza. Mungu akupe neema ya kutoka na nguvu mpya kama walivyotoka wana wa Israeli. Alikuwa ni Mungu huyu huyu na sisi tunayemwamini ni Mungu huyu huyu Amen. Mungu akupe neema ya kutoka kwa nguvu mpya na maadui wazuiliwe wasikufuatilie Amen. Mimi nataka kusema hivi, vikwazo vyote, kama ni afya, Mungu akupe afya njema, magonjwa yote yakukutie mbali, amen. Magonjwa yote yakukutie mbali, amen. Yafunike yasikufuate tena, amen. Wewe uende na afya yako, amen. Wewe uende na nguvu zako.